Urusi imeshambulia Ukraine kwa ndege mia nne hamsini zisizokuwa na rubani na makombora arobaini na tano nyakati za usiku, ikilenga vituo vya umeme vinavyosambaza nishati katika mitambo ya nyuklia, shambulio lililosababisha vifo vya watu saba. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine, Andrii Sybiha, amesema kupitia mtandao wa X kwamba mashambulizi hayo yalilenga vituo vinavyopokea umeme kutoka mitambo ya nyuklia ya Khmelnytskyi na Rivne. Katika mji wa Dnipro watu watatu waliuawa na wengine kumi na mbili kujeruhiwa baada ya ndege isiyo na rubani kugonga jengo la makazi. Watu wengine watatu waliuawa katika mkoa wa Zaporizhzhia kusini mashariki, huku mmoja akiripotiwa kufa katika mji wa Kharkiv kaskazini. Vituo vya nishati katika miji ya Kyiv, Poltava na Kharkiv vimeharibiwa vibaya, na kusababisha maelfu ya watu kukosa umeme na maji. Waziri Mkuu Yulia Svyrydenko amesema serikali imeanza kutumia jenereta za dharura katika maeneo kadhaa ya Poltava ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema, imefanya shambulio kubwa kwa kutumia silaha sahihi za masafa marefu kutoka angani, ardhini na baharini, ikilenga vituo vya uzalishaji silaha, gesi na nishati. Mashambulizi hayo, kwa mujibu wa Moscow, ni hatua ya kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya Ukraine ndani ya Urusi. Waziri wa nishati wa Ukraine, Svitlana Hrynchuk, amesema vikosi vya dharura vimefanikiwa kurejesha utulivu wa mtandao wa umeme, ingawa mgawo utaendelea ili kuruhusu ukarabati wa miundombinu kuendelea. Rais Volodymyr Zelensky ameitaka jumuiya ya kimataifa kuongeza shinikizo la vikwazo dhidi ya Urusi, akisema mashambulizi hayo yanalenga kuwadhuru raia wa kawaida wakati nchi inaelekea majira ya baridi. Na nukuu kauli yake, kwa kila shambulio la Moscow dhidi ya nishati lazima kuwe na jibu la vikwazo vinavyolenga sekta yote ni ya nishati ya Urusi bila msamaha wowote. Mwisho wa kunukuu. Waziri wa mambo ya Nje wa Ukraine, Andrii Sybiha, ameomba kuitishwa mkutano wa dharura wa bodi ya magavana wa shirika la kimataifa la nishati atomiki IAEA na kuzitaka China na India kuishinikiza Urusi kusitisha mashambulizi yanayohatarisha usalama wa nyuklia. Ameonya kuwa mashambulizi endelevu katika maeneo ya karibu na mitambo ya nyuklia yanaweza kusababisha janga la kimazingira na kibinadamu. Tangu kuanza kwa operasheni ya kijeshi mwezi Februari mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, Urusi imekuwa ikishambulia mara kwa mara sekta ya nishati ya Ukraini, hasa inapokaribia majira ya baridi. Taarifa ya shirika la nishati la Ukraini na Naftogaz imesema Urusi imeshambulia vituo vya gesi mara tisa ndani ya miezi miwili. Jambo linaloongeza hatari ya ukosefu wa mafuta ya kupikia na joto. Mashambulizi mapya ya Urusi dhidi ya Ukraine ni ishara ya kusambaa kwa vita ambavyo sasa vimeingia mwaka wa tatu, huku matumaini ya mazungumzo ya amani yakizidi kufifia. Wataalamu wa kimataifa wanasema mashambulizi ya mara kwa mara ya Urusi dhidi ya nishati ya Ukraine yana lengo la kuishinikiza serikali ya Kiev kisiasa na kuwavunja moyo raia wake wakati huu wa msimu wa baridi kali inayokaribia.